Aisee, mambo vipi bana? Unajua tunavyokuwa tunapiga stori za za za ughaibuni, tunakuwa tunaongelea sana kulinganisha haya maisha mazuri, vitu vizuri vizuri tu ambavyo ambavyo vipo. Maisha yakoje, nini nini, inakuaje, tunashinda visa si vitu kama hivyo, lakini kuna kuna kitu cha msingi sana ambacho inabidi lazima kukiongelea umeona. Na hiki ni ishu ya, ya kifo yani. Unajua sana sanasana inavyotokea mtu ambaye ametoka zake nyumbani ametoka Tanzania, amekuja toka Kenya e, kaja zake ughaibuni alafu anapofariki nini kinatokea, kwa sababu ni mambo mengi sana huwa yanatokea, mambo tofauti tofauti yanatokea kwa watu tofauti tofauti. Kwa leo ndo tutaenda kuzungumzia hiyo kitu. Naitwa tovuti E, na hii ni Mambo Vipi <tipa> Jambo kubwa ambalo huwa linatokea la, la kwanza kubwa sana niseme katika yote, katika haya eh, mambo inakuwaga ni swala la huyu mtu azikwe wapi. Ntaelezea mambo mengi ambayo yanatokea kabla hapo, lakini tu jump kwenye hiyo hapo kwa sababu ni kitu kwanza kikubwa, kwanza huyu mtu azikwe wapi. Watu wanakuwa na emotion sana wakianza kujadili hilo swala la mtu azikwe wapi na, na mara nyingi watu wengi ambao wako gaibuni wanakuwa hawakuwa clear yani hawako clear kwamba mtu anataka ikitokea amefariki azikwe wapi. Kwa mtu akitokea amefariki mara nyingi inatokea sasa mkanganyiko eh, azikwe huku, azikwe huku, azikwe huku. Kuna kuaga na emotions kwa sababu watu. Watu wenyewe wa ughaibuni, marafiki na nini, wao wana emotions zao wenyewe tayari wanajua labda wanataka wazikwe wapi. Mara nyingi wanaweza wakachukua ile zile emotions wakaenda kuziweka kwenye msiba wa mtu mwingine, au huyu asizikwe hapa, unaona? Yani sasa mtu hadi unajiuliza wewe ni nani kusema katika familia, umeona vitu kama hivyo, lakini pia kuna kuwaga na hiyo tena e, watu wa, familia ambao ni ya huku gaibuni unakuta, inasema mtu azikwe huku. Familia ya, ya nyumbani, inatasema huyu mtu azikwe nyumbani. Inakuwaga ni issue kubwa sana na mara nyingi vigumu sana kupataga solution na zina zinaletaga zina mgawanyiko mkubwa sana katika hiyo katika, katika familia. Kwa hiyo ile, ile tu kama rai pia yani ya kuanzia kabla sijaanza kujadili point nyingine. Kama una ndugu yuko gaibuni na nini Um, kuna vitu unajua, binadamu sisi kitanzania au kikenya au kiafrika kia hatupendi kujadili vifo, unajua yani, lakini vifo, kifo uwezi ukakwepa kifo, kinakuja kwa kila mtu mmoja wetu. Kwa hiyo sometimes ni vizuri kujadili ili kuondoa mkanganyiko um, endapo kitu kinatokea, umeona bana. Kwa hiyo ndo hivyo hiyo point ya kwanza, lakini pia kumbuka kwamba hivi vifo um, vifo vya, vya ughaibuni mara nyingi vinakuwa kidogo ni tofauti na vifo mtu anaweza akaanguka ndani kwake akafariki ndani kwake, kwa kwa, inategemeana sasa, kama mtu alikuwa ameachana na mke wake na vitu kama hivyo. Lakini hizo ni moja kati ya challenge ambazo tunazikuta lakini pia swala la pili ni kwamba eh um, hii misiba, hii misiba ya diaspora um, kwa nyumbani inakuaga inawahuzunisha ina sana watu kutokana na ile mtu kufariki huko mbali eh, na mara nyingi inakuaga kwamba zile circumstances nini kimetokea eh, familia ile ya nyumbani inachelewa kupata taarifa au inaweza ikachelewa kupata taarifa kutokana na kwamba um, jinsi mambo yalivyoenda, lakini pia inaweza kawahi kupata taarifa um, hata um, um, kama wakiwahi kupata taarifa taarifa zinakuwa slow. sasa hivi angalau ni, ni vizuri kwa sababu tuna mitandao tuna WhatsApp na nini na nini. Hapo nyuma ukirudi kidogo nyuma, ilikuwa ni balaa zaidi, kwa sababu ilikuwa inabidi sasa, namna ya kuwasiliana na watu kuwajulisha kuhusu msiba ilikuwa ni vigumu. Lakini pia unajua, misiba, taarifa ya msiba, unajua inavyofika, inayofika pia kwa simu, ile inakuwa ni kama, mara nyingi inakuwa ni kama taarifa ya ghafla hivi, ambayo mara nyingi watu wanakuwa hawajajiandaa unaona, kwa sababu uh, watu wengi ambao wako ughaibuni wanaweza kaa wanapitia vitu, lakini kwa sababu ile tu kutotaka kuharibu image, basi unakuta mtu anapitia vitu kimya kimya hasemi e, na nyumbani wanakuwa hawajui mtu anapitia vitu gani kwao anavyokuja anavyofariki, ile taarifa ya, ya, msiba ile ya, ya kwamba huyu mtu kafariki, labda kwa sababu hii, kwa sababu hii, inakuwa inawashtua sana watu wa nyumbani, unaona, inawashtua nyumbani kwa sababu mara nyingi wanakuwa hawajui kama huyo mtu wao alikuwa anapitia vitu kama hivyo yani, kama mtu alikuwa labda ni homeless au alikuwa anafanya nini, zile shida za, za maisha za kawaida, wanakuwa hawana hawa hiyo taarifa. Umeona kwa ni mshtuko wa, wa, wa, tofauti um, na pia lakini kutokana ile tu um, kukosa ndugu kama nilivyosema, kutokana na umbali, zile taratibu za awali zile za, za, za, kimsiba zile zinakuwa kidogo ziko ziko ngumu ukilinganisha na, na ambavo ambavyo ingefanyika labda kwa mfano huyo e, mtu angekuwa amefariki nyumbani. Umeona, zile siku za mwanzo zile baada ya kifo, unakuta kwa sababu jamii labda ya diaspora ni ndogo, unaona basi ile kupeana taarifa na, na mara nyingi inatokeaga tena mkanganyiko, unakuta watu hawajui wasiliana nani e, ndugu nyumbani na vitu kama hivyo. Alafu kama kama mtu labda aliachana na mwenza wake na nini, kwa hiyo unakuta inakuwa kumtafuta huyo mwenza wake, na muda mwingine unakuta labda mtu mwenza wake ame ana move on na maisha yake au ya labda watu waliachana kwa vita wapigi story. Kwa hiyo unakuta inakuwa inakuwa inaleta inaleta ugumu fulani hivi, umeona. Na na hao marafiki na na hao marafiki ambao wanakuwa wanajaribu kufanya hicho kitu. Kumbuka kwamba kumbuka kwamba sheria ziko ziko the same kama zilivyo same popote kwamba yale maamuzi ya kisheria yale ambao ambao yana ya, au mamlaka yale ya kisheria yanakuwa hayako na na hawa watu ambao ni jamii ya Watanzania au jamii ya Wakenya ambao wako huko kwao ina maana hata kufanya maamuzi hawawezi. Kwao ina maana hata zile authorities ambazo zinahusika na msiba zinakuwa zinasubiria sasa, ili zipate mtu sahihi ambaye wanasema kwamba huyu ni familia, huyu ni mtu ambaye anaweza ka um, akafanya maamuzi. Lakini sasa hapo pia ina changamoto inayokujaga ni kwamba, sasa kama watu ndio wanakuta waliachana kwa, kwa kwa vita na vitu kama hivyo, bado atapigiwa kama ni nani na, ni, ni, ni mtu ni ex wake labda, kama wana watoto au wa vitu fulani kwa inaenda tena, unakuta mtu ambaye labda maisha yake yote alikuwa hataki kitu chochote kuhusiana na, na mke wake au mume wake, mwisho wa siku unakuta ndo anakuja anashughulikia kumzika. Kwa hiyo inakuja hapo, zinakuja changamoto nyingine, kwa sababu naye anavyokuwa anafanya maamuzi, kama ni mtu ali move on au mtu alikuwa na na maisha yake au kulikuwa na hasira, au, au ile katika kugombana ile, unajua. Kwa hiyo mtu anaweza kukuta anataka ile msiba tu uende haraka haraka, kwa sababu anaona kama vile umuhusu, ila ni kama vile ume umekuja kwake kwa lazima, kwa hiyo anakuwa anajaribu huku kuzika tu haraka haraka, ambao sasa hapa tena inaletaga tena mkanganyiko na Waswahili na wa, na wa kwa sababu Waswahili mbona, oh, unamzika hivi ndugu yetu nini nini, hakuna heshima hakuna nini. Kwa hizo ni ishu ambazo yani, yani almost yani katika misiba ya asilimia tisini, yani na hizo ishu um, zinakuwepo. Um, ishu nyingine ambayo ya kuizungumzia ambayo ni kwamba ni ni, ni, ni, main ni kwamba watu wengi ambao wanakuwa wanatakaga watu wanataka wengine wanakuwa unakuta maisha yake yote anazungumzia kwamba akifariki arudishwe kazi kwa nyumbani, lakini katika kuzungumzia kwamba nyumbani mtu aende azikwe nyumbani, unakuta lakini mtu hajajipanga kwa namna yoyote ile kifedha, ni yani unakuta hakunaga hakuna hakuweka savings, hakuweka kitu fulani na ili jambo sasa linakuwa la kwamba la kwenda kuzikwa nyumbani linakuta linaiangukia jamii, no, no. Uh, na ninavyosema jamii, kwa sababu mara nyingi hizi serikali huko, serikali zenyewe zina, zinataka zikuchukue zikakuzike tu chap chap kwa sababu kuzika ni gharama sana kwao, wanaona kukana mwili ni gharama sana kufanya nini, kwao wanataka wakuzike chap chap, wamalize hiyo shughuli sasa ndo inakuja kwamba unakuja sasa, bana huyu jamaa, lakini alitaka asafirishwe. Sasa anasafirishwa nani analipia? Unakuta kama hivyo vitu ndo havikuwa clear na nini, sasa hapo inakujaga sasa, sasa anaanza mawasiliano na, na familia za nyumbani. Gharama za kusafirisha kawaida kawaida zina range kati ya euro 7 hivi hadi euro 15 hivi, unaona, na inaweza kaenda hata zaidi. Sasa nani analipa hizi? Ndo inakuaga changamoto um, na na sisi wasemi tu watu vibaya nyumbani, watu wa nyumbani wanakuaga wanakuaga na, na kauli thabiti sana yani, hivi, hivi. Ha ya kurudi, ya kurudi inaleta ina sasa changamoto kwa sababu watu wanataka iwe covered, lakini hakuna anayetaka kukava. Kwa mfano na unakuta serikali nasema bana sisi instead ya kusema tuanze kuhangaika kumsafirisha uyu mtu kwenda wapi si tunamzika tu hapo somewhere hapo karibu k. Kitu cha gharama ni kitu cha pili kikubwa sana ambacho kina um, kinaathiri sana watu, watu wa diaspora, sasa ikija kwenye, um, kwenye issue za msiba. Challenge nyingine inayokuja ni kwamba sasa inayo inakuwa kubwa, kwa mfano unakuta wa Tanzania wa, wa, wa Kenya wa Kongo tunajuana hivi na hivi na hivi, lakini hatujui kwamba huyu mtu labda watu hatujui status za watu unaona? Na haulizi au kai ukauliza wewe kwamba status yako kwa iko vipi, na vipi. Kwa sasa unakuta, mnakuja kujua wakati mtu ame amefariki ame ame kumbe karatasi zake hazikuwa sawa. Na karatasi zake kutokuwa sawa maana kimoja kwa moja ina complicate vitu vingine vingi sana. Kwa sababu kuna taratibu za kisheria, umeona moja kwa moja zinakuwa ngumu kwa sababu huyu mtu anaonekana alikuwa anakaa hapa iligo na nini na nini, kwamba alivunja sheria na nini na nini, umeona. Kwa hiyo zinaanza kuleta tu ugumu fulani hizo mambo, lakini kuna issue za kifedha pia, kwa sababu unakuta mara nyingi sasa, kama mtu alikuwa anaishi undocumented, vitu vingi ziko ziko ziko chini chini chini chini. Kwa hiyo inakuwa inakuwa inakuwa ngumu sana, na na na wakati mwingine, kwa sababu ya hizo process za kusema kushughulikia ili kujua huu mwili ni vipi na vipi na vitu gani, basi unakuta ile process ya kutoa mwili mara nyingine unakuta ina inachukua muda mrefu sana, unaona, kwa sababu inabidi wafanye hizo legal paperwork unaona kwao hata kama ilikuwa ni mlengo ni kusafirisha mwili, kwa sababu tena inakuja tena ishu ile ile ni kwamba huu mwili unabidi utoke, huu mwili ni undocumented unaona, kuna, kuna ukinzani wa, wa, wa kisheria. Sio kwamba haiwezekani, inawezekana, lakini yani ni kwamba inakuwa inaleta inaleta ugumu sana. Uh, watu watu ambao kwa watu wa, ambao ambao ambao wanakuaga wana makaratasi, unakuta kuna vitu, kawaida kawaida, watu wengi wana bima bima za za za maisha, bima za kifo, si bima za nini, nini, e, sio una undocumented. Ni vya ni vya chini, chini, um, ambao, ambao sio undocumented, unakuta mtu kama aliwekeza kwenye hii bima ya maisha au bima ya nini unakuta hizi bima zinaanza zinaweza kusaidia kupunguza gharama kwa sababu mtu akija akifariki zile bima zake unakuta zina cover umeona e. Lakini hizo hizo vitu hizo vitu sisi wa Afrika ukisema mtu ujiandae na kifo ni kitu ambacho hakiko kwenye utamaduni wetu. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa gana wanambwela dakika ya mwisho, unakuta unakuta una msala unaamkia unaangukia watu wengine, unaangukia una aidha jamii yako ya watu ambao unaishi nao diaspora, au inaangukia jamii ya e, au watu wako wa nyumbani au familia yako kwenye bima hapo nataka nigusie chapchap. kuna kuna bima bima tu watu wa diaspora, hizi banki za nyumbani na nini na nini zinakuwa zinajitahidi kutangaza au kuna bima ina action kwamba imefanya hiyo kitu na, na, na, na tatizo ndio iyo, nasema sijui inakuaga vipi kwa, kwa sababu sijaona sijaona enforcement enforcement mechanism kwamba je, huyu mtu akifariki, yaani inakuaje? Yani ile ile tit for tat na mda mwingine mtu anafariki hata hatujui, yani kama anabima si wapi, sisi CRDB, anabima si wapi wapi, umeona? Kwa hiyo hizo mechanism ziko vipi? ina maana kwamba ikitokea sasa huyu mtu amezikwa na nini, na nini mnakuja kukava vipi? Ni vitu havijaelezeka avija, na kwa sababu watu wengi wanakuaga kama hivyo unavyosema wa Tanzania, au watu wa Afrika, watu wa, watu wa wa Kenya, Uganda huwa atushie ishu zetu za kifo. Kwa hiyo ishu ya bima hapo Em um, ukiachana na hizo sasa, kwa sababu baada ya kifo sasa, nini kinachofuata naturally? Kitu kinachofuata ni kwamba inabidi eh zifanyike mambo za mirathi na nini. Umeona, kwenye mirathi hapa kuna shida za aina mbili. Kwanza kuna ile tendency ya watu nyumbani kuhisi kwamba ndugu yao gaibuni ana ya hela, yani ile tu, yani automatically watu wanafikiria kwamba huyu ndugu yetu yuko gaibuni kwa ana hela either yuko na na, na, na assets au yuko na nini na sisi watu wa ughaibuni tuache kuwa waongo waongo, tu wa kweli. Kama maisha kweli, maisha tunaishi tu maisha kawaida, usema tu unaishi maisha kawaida. Kama huna asset, sema tu huna asset, kwa sababu utakuja kuwapa watu matumaini ambayo baadaye atakuja yatawaletea issue. Umeona, kwa kama una asset wajulishe ili wajue, na kama una kama ni vitu ambavyo umepanga kuachia watoto wako labda wako huku, ni vizuri kuwaambia, ya, familia yako, ili wajue kwamba hivyo vitu unavyoacha unaacha ni kwa ajili ya watoto wako wako huku, ili usije kukaleta mkanganyiko na mkanganyiko kwa sababu utakuja kuitenganisha familia yako iko huku kama ni watoto wako na nini itawatenganisha na watu wa, wa nyumbani, kitu ambacho sio poa katika kuwa ile na, na, na, na nini familia huku na, na Afrika. Watu wengi pia wanawekeza pia Afrika, umeona, katika kuwekeza Afrika sasa inakuja ile uwekezaji wa siri, siri ile, kwa sababu wa wa, wa, wa Afrika wengi, kuna ile mtu anaenda ananua uwanja sehemu amwambii mtu hata kama achana tu nakutomwambia mtu ya unakuta mtu amenunua uwanja sehemu au wa amejenga nyumba sehemu iko kimya kimya, haijulikani. Um, sasa inatokea na fariki I, hizo mali zinapotea, umeona. Au hata kama hazijapotea, basi mara nyingi unakuta inaleta ina, ina issue kwa sababu unakuta hata paperwork, yani ile documentation ya ile ya ile mali unakuta yani um, ni, ni ndogo yani, mtu hata hawezi kwenda hata mtu ukisema unatoka unaenda kufuatilia unaenda kufuatilia, unaanza wapi? Wengine kwa wana bahati kwamba ndugu zao wanakuwa wanajua mali zao ziko wapi na nini na nini, wanaweza kufuatilia. Lakini pia atupuge ile clear kusema kwamba bana hey, mali zangu kama ni mali za Tanzania ziko vipi, au na mali za Kenya namgawia nani, au unafanya vipi? Kwa sababu inatokeaga, wengi wanasemaga wanafanyia hizo mali watoto wao, ambao watoto wao wako huku wanaishi huku. Lakini wakishafariki sasa, unakuta wale watoto jinsi hata jinsi wewe mtu amezaliwa zake Oslo, unaanza kumwambia aende akafuatilie E, uwanja wako kidodi hata sasa atafuatiliaje? Yaani anaamua kuipotezea tu. Kwa hiyo inabidi kutafuta namna nzuri za kuweza ku either quickly liquidify au kujaribu kuna niliku, ili watu waweze kujua hata kama ni una ndugu yako mmoja ambaye unamwamini ambaye unajua anaweza kusimamia kusimamia haki, basi angalau muwekee hata kwenye kijiwosia fulani na na hapo na, na, na tena mvutano kwa sababu hapo katika hizo hizo mali hizo ndio inatokea sasa mvutano. Unakuta sasa familia ya huku inataka ijiulize uji, kwa sababu mali ya sasa zikiwa ziko ziko huku ziko very clear kwamba zinaendaje, na na watoto wako na, na mke wako au ex wako au mume wako au ex wako, ndo yani watakuwa watu wa kwanza kwanza kufikiriwa kabla ya mtu yote, lakini unaweza kukuta unyewe katika mila yenu kwamba inabidi wajomba wapewe chao, labda wasijui nini, wapewe chao. Sasa wanaanza kufikiria hizo vitu za kimila kule wanasahau kwamba huku inafanya tofauti kwao. Wewe hapa ambaye ndo huko huko diaspora, ndo inatakiwa liwe jukumu lako kujua kwamba zile mila zangu zile nilizokuwa nazo na hii hapa nita bridge vipi? Na, na ndugu zako wa karibu, inabidi wewe unajaribu kuwajulisha hiyo vitu ili at least wao wanajua. Uh, kama lolote likitokea wanaanzia wapi? Umeona um, na pia hapo hapo kwenye hiyo migogoro ya, ya kifamilia ndo hata ilo swala la kuzikwa na nini. Kwa hiyo inabidi mtu mapema tu uambie kama wewe unazikwa wapi, una, unaenda kuzikwa mm um, Morogoro au unaenda au unataka kuzikwa hapa au inakuaje? Umeona, kwa hiyo ni uamuzi wako, obviously ni uamuzi wako au, lakini ni uamuzi wako endapo tu unayo hiyo hela ya kusafirisha, au kama jamii yako itaweza kukusanya hiyo hela na una uhakika, au familia yako anaweza kufanya hivyo na nini na u, kama umeongea na na, na na na na familia yako kiundani, lakini otherwise utajikuta tu utazikwa tu pale ambapo labda wewe mwenyewe hukupenda. sasa I, kwenye hili swala la hela hili, kwenye hili swala la hela kuna, kuna ishu ya michango umeona, watu watu wa diaspora, kwa sababu bado tuna ule utamaduni wa nyumbani ule, na utamaduni wa nyumbani kama kawaida, michango tunasaidiana, unachanga e, na mtu akifiwa mnamchangia hela, hiyo kawaida, na hiyo kitu inatokea, hata inavyotokea, e, huku ndio. sasa watu watu hawa wa diaspora wanaweza wame, wamefikia wame wamejichanga na nini na nini na inakuwaga ni kitu wanachanga, yani hela ambazo zinakuwa ni significant tu, mara nyingi sio hela ambayo inaweza labda ikakusafirisha ikakurudisha, lakini unakuta ni hela fulani kwa kwa zile gharama za mazishi za huko, yaani unaweza kuta inaweza kukava tu a chunk, a good chunk, come on. Na hiyo unakuta watu wanakusanya kupitia vikundi vya WhatsApp nini, watu wa magrupu ya nini ya ya diaspora, come on. Lakini japokuwa na kwamba watu wanapitia presha kubwa ya kifedha, kwa sababu unajua mtu anavyofariki, au elee, anafariki lini, anatokea vipi, mtu anaweza akakata upepo, wewe hauna kitu kwenye akaunti, lakini watu wanajipiga. Kwa nini waje anchangia, watu wana keep tabs, umeona. Um, na ni vitu ambavyo sijui hata unaweza ukavimaliza vipi kwa sababu hivyo ni vitu vipo katika Uafrika wetu kwa ndani kabisa umeona. Lakini lakini pia um, katika ile issue ya hela watu wanakujaga kuwa na feelings zingine kwa sababu kwa ughaibuni system nyingi zina, zina zina, cover baadhi ya gharama ya, ya mazishi na inategemea na na huyo mtu alikuwa yuko na, na situation gani yani, kama mtu ikionekana kama alikuwa ajiwezi kabisa, serikali inaweza ikalipa yote na nini ikazi, ikamzika na nini. Kwa kuna ile mtu anataka labda mtu amzike tofauti, amzike sehemu fulani kwao, inabidi ukalipie makaburi fulani na vitu kama hivyo kwao, inakuwa ni uamuzi wa familia. Na hapo sasa ndio hiyo la vikundi na ina inakuwa ina inaleta msaada mkubwa, watu wakianza wakianza kuzinguana, ambao ni kitu ya kawaida, ndio hiyo kama nilivyosema, nani amechanga vipi, alichanga vipi, kwa nini tulimchangia yeye akochanga na vitu kama hivyo, ambao ni, yani, ni, ni, ni, ni Afrika yani ile eh, kindaki ndaki, lakini pia hii kitendo ya, ya kwamba serikali mara nyingi zina cover watu wanaanzaga kwenda kupiga sasa, ile forensics, yani wanaenda kuwa sasa wale wakaguzi wa mahesabu kagua, kwamba bana vipi, huyu katika tuliyomlipa ni vipi na shingapi memcover na shingapi haijalipa. Lakini pia inakuwa inaku, inaletaga mikanganyiko. Mimi nakumbuka kuna mkanganyiko mmoja, dada yetu mmoja hapa alifariki, maskini ya Mungu, afu amezikwa karibu na mzee wangu Mbeya. Niwaambie, um, wakati naenda kumzika mzee wangu pale nikafika kanionyesha kungangana. Nakumbuka huu dada alifariki Copenhagen, kwa hiyo yani amezikwa hapa kwa mzee, amezikwa hapa. Um, yule dada alikuwa ajihusishi na Watanzania na alikuwa anawaponda sana Watanzania hivi hivi hivi, umeona, lakini ikatokea Watanzania wakamchangisha wakamsafirisha, yani umeona, yani umeona, lakini sasa hiyo ikaleta mjadala baadaye, kwa nini tunachangia watu wametuponda, zuni na nini na nini. Na kuna wengine unakuta, mtu anaenda anaponda kwenye familia yake hata hataki familia yake ijihusishe na, na, na, na, Utanzania, lakini unakuta mwisho wa siku watu wanachanga. Kwa hiyo watu wakishafika hapo tena ndio unakuta tena tunarudi kwenye vikundi vyetu na kuanza kujadili vitu kama hivyo, umeona. Chalenji nyingine ambayo inatokea ni kwamba unakuta sasa kuna ile um, kutokana na, na, na, na uchache sababu ya au ukosefu wa hela au sababu ya nini, basi unaweza kuta mwili unaweza ukakaa hospitalini kwa muda mrefu wakati taratibu E, kawaida kwa nyumbani ni chapchapu kwa sababu, kwa nyumbani makaburi ni ulipii sijui yani, gharama gharama za mazishi ni ni sio kubwa, unaweza kumzika mtu yani chap na kwa sababu na ile utaratibu wetu wa kuchangia na nini, na utaratibu wa kujitolea kwa huku, ile kutokana na kwamba lazima ulipie sehemu kwa unapotaka kuzikwa na unalipia kwa miaka tu mingi kwenda mbele kwa vitu kama hivyo, kama kulikuwa na matatizo ya hela au kulikuwa na matatizo ya kifamilia na nini na nini, basi unakuta mazishi yanaweza akachelewa akachukua muda mrefu, basi watu wanakuwa na, na familia zinakuwa zina, zina maumivu zaidi. Lakini kitu kingine ni kwamba issue ya visa au mambo ya kusafiri, kwa sababu unakuta sasa mtu mwingine anataka labda alitaka ndugu zake waje washiriki. Eh, issue za visa si unajua kama zilivyo ndio, kuna kuna emergency processes, unaweza ukaenda ukasema kwamba mimi nina issue ya haraka haraka. Kila kila kila ubalozi una hiyo kitu lakini still bado kuna, kuna kuchelewa fulani yani, sio sio tofauti na kama ukiwa Nairobi, afu natakiwa uende da, ambapo ni kwamba ukipata taarifa leo unaweza kaondoka jioni. Hapana, hapa inabidi utafute document, ukajaze uka proof ya kifo, sijui nini nini nini, kwa ni vitu ambavyo vinachukua muda mrefu. Kwa hiyo na inaweza ikamchelewesha pia yule mtu aliyefariki kuzikwa. Umeona kuna wengine sasa ambao ni kwamba anataka azikwe kitamaduni, yani umeona, anataka azikwe kidini, anataka azikwe ile kiafrika kwa mfano au tuseme kama ni mtu uh, Muislamu, atakazikwe Kiislamu nani. Waislamu kidogo kuna utaratibu wao vizuri wamejipanga na unakuta mazishi yanaenda tu faster. Lakini sasa katika Wakristo ile kwamba labda unataka uzikwe kwa utamaduni fulani. Kama unataka uzikwe kwa utamaduni fulani vile ambao ambao hauko mobilized. Inaweza pia ikachelewesha au ikafanya mazishi yakachukua ya ya ya ya muda kutokana na kwamba hizo yeah, mila zako hizo, taratibu zako huku ni vitu ambavyo havipo. Kwa hiyo inabidi, inabidi, wavitafutie namna, namna ya kuaccommodate, umeona, um, unakuta, unakuta mtu sasa wengine anasema mimi sitaki nizikwe ki Swedish. Unaona, uh-huh. Kwa hiyo kama hutaki kuzikwe ki Swedish inabidi uzikwe ki nyumbani. Ukizaka kuliko nyumbani kuna mambo, kuna mgongano tofauti tofauti, familia huko na wenyewe na mawazo yao, inakuja inakuwa inakuwa, um, ishu nyingine tena lakini kitu kingine kwa, ni kwamba ule mshtuko niliuzungumzia kidogo nyumba, um, watu wa nyumbani wanavo wanavopata mshtuko kutokana na, na kifo ni kwa sababu unakuta wanaanza kujisikia kama hawakuwepo kumpa msaada kabla ya kufariki, na wengi huwa wanahisi kwamba vile labda angeweza kumsaidia, labda kama ni mtu aliumwa angeweza kumsaidia, labda kuna imani zao za miti shamba fulani hivi kutoka Igurusi, labda anahisi kwamba angeipeleka hiyo labda inge ingemsaidia au inge inge inge inge, inge changia labda apone na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna ile kujifeel guilty na kujisikia kama vile uja, ungeweza kufanya mabadiliko umeona. Hiyo ni kitu ya kawaida na na, watu wote na wakuta. Kwa, kwa kwa kuna hilo pia. Lakini pia vijana wengi wanavyo wanavyofariki unaona um, ina yani unajua kwasabu, kwa sababu wenzetu huko hawafi wakati wa, wa, wa, wa, wa vijana unajua. Koo, kama kama kwa kwa watu wa Kiafrika wakija wakifa wakati ni vijana wadogo, basi ndio unakuta tena hizo zile, unajua watu walikuwa wanategemea, kulikuwa na ndoto e, walikuwa na ndoto za kuwa hivi katika maisha kufanya kitu hiki unaona. Kwa hiyo sasa mtu anaona kama vile mwanga fulani hivi umekatika, kwa sababu mtu ndo alikuwa ame ametoka zake, yuko zake, ndio yuko mbele mbele, ndio ambaye tunamtegemea. Kwa hiyo akikata aki upepo, basi unakuta familia kidogo inaona kama vile sio um, tu ndoto za marehemu ambaye labda amefariki, lakini unaokuta labda marehemu alikuwa wanategemea kwamba ataitoa familia pia. Unaona, kuna ile kwamba labda huyu katoka atamtoa mtu mwingine kwake akifa, basi unaona inakuwa kama vile ile bridge inakatika, unaona e, na, na kwa hiyo sasa kuna, hiyo, kuna kukosa sasa ile support system tu kiujumla ya kifamilia umeona yani, yani um, kuna ile mtu mnafika mnaona kama mtu ana, alikuwa yani kama alikuwa mpweke sana hivi, kama ni mtu amepitia matatizo labda ameumwa au vitu fulani hivi. Sasa sisi ambao ni diaspora, ambao tuko huku, ile ile tukitendo cha kumuona mtu afu naona kwamba um, support system ina mbwaga, lakini hapo ndo kitu ambacho sasa mara nyingi watu wa, uh, watu wa diaspora kama sisi wa, uh, tuna tunajaribu tuna ku fill your void kuingia na kujaribu kubeba jukumu la, la, la kuandaa msiba au kama ni mtu alikuwa naumwa kujaribu kumtembelea na kufanya vitu kama hivyo. Um, ambalo kiukweli sio jambo rahisi, kwa sababu watu wanaweza wakafikiria kwamba ni rahisi, kwa sababu kama hivyo unavyojua, huku muda ni wa kukimbizana na nini na nini, kwa hiyo inabidi ubalance kwenda kazini, ubalance kufanya hivi, ubalance kufanya hivi, inaku um, inakuwa nani, lakini pia inawauma, ina, ina sana watu wa diaspora, kwa sababu unajua watu wa diaspora kama, kama hivi ninavyokuambia, kama hivi wa Kenya si nini, yani jamii ni jamii ndogo ndogo, kwa hiyo mtu mtu anavyofariki ni kama vile hata kama ni mtu ambaye ulikuwa unajua ni naye na nini na nini kuna namna fulani ya kufeel kama umepoteza ndugu hivi, kwa sababu ndo ile ndo, ndo, ndo, ndo, ndo jamii yako, umeona. Um, kuna maumivu fulani hivi ambayo labda inawezekana nisingeyapata huyu mtu labda tungekuwa tunaishi naye tu labda Dar es Salaam tunajua na Dar es Salaam ningemwona, labda ni mtu wa kawaida ame amefariki. Umeona. Emm, um, na, na na kuna baadhi ya nchi nyingine nchi wenyeji unakuta utaaba na wana, hizo wana, wanafanya uchunguzi wa kisheria mrefu umeona, na yeye ina inachukua ina, ina muda u, kwa baadhi ya nchi umeona. Emm, um, kuna wakati mwingine kwamba inabidi kufanyika uchunguzi kwamba hicho kifo labda kama kilikuwa ni ni, ni kifo yaani cha kawaida au ni au labda ni foul play fo labda mtu kauawa na vitu kama hivyo, kwa hiyo unaweza kuta hizo vyote vya uchunguzi hivyo vikachukua muda mrefu, na mara nyingi unakuta sasa vinakinzana na na mambo ya kidini kwa sababu kama hivi Waislamu wanataka wakuzike, ufariki leo wakuzike kesho, lakini kama kama serikali inahisi kuna foul play, watakwambia bwana, hapa hamna kitu, inabidi tuchunguze kwamba huyu bwana kafariki vipi. alafu tunakuja kwenye kitu ambacho sasa huwa akikwepeki siku zote e, issue ya lugha, umeona na mambo ya sheria eneo, umeona e, husika kwao, unakuta kama hivyo ndo kama watu hawajajinanii hawaja vizuri hawajajipanga vizuri au hawajawa integrated vizuri, basi unaweza kuta wakapishana nazo hizi na wakawa wanashindwa kuzielewa, na inawezekana hata ndugu nyumbani wakashindwa kuelewa. Kwa hiyo kwa hiyo inakuwa inaleta ile sintofahamu yani, umeona sintofahamu, umeona na na na, hiyo inazidi kuongeza ile eh, fikra ya familia kujiona kama vile hawaja yani ile wa, kama vile wanaatia pia kama vile hawajahusika kuona kama vile hawajitimiza wajibu wao mbona, eh um, wanakuona wana, unakutafamilia wana, wana kujihisi kama vile wamemwacha ndugu yao apambane peke yao ugaibuni na vitu kama hivyo ambao sio kweli. Yani hizo ni challenges ambazo zipo tunazipitia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kumitigate tu, ni, ni kufanya tu ndugu zetu nyumbani waweze kujua kwamba hiyo ni part ni part ya ya, ya last time. Kwa hiyo hiyo ndio jumla nilivyo nikizungumzia ile haraka haraka tu jinsi misiba inavyokuwa. E, vitu ambavyo tunakutana navyo wakati wa tunavyopoteza ndugu zetu wa kutoka, wa kutoka nyumbani. Na hizo ndo changamoto kubwa a, ambazo nimezitaja, kama kuna yote nimesahau unaweza ukaitaja, lakini ni misiba ambayo inakuwaga na, na, inakuwa na uzito fulani hivi kwa sababu ya u ile ukaribu ukomredi ule umeona, ni misiba fulani ambayo inakuwa na gharama kubwa ni Uh, misiba fulani ambayo ina, ina urasimu sana, ambayo ni bureaucracy umeona ina, ina, ina emotions nyingi ambazo zinatokana na umbali. Ni misiba ambayo ya familia na, na, na, na, na marafiki wanakutana na changamoto nyingi za kisaikolojia za kifedha umeona, na, na, na, na jamii unakutana beba um, mzigo mkubwa um, katika kumfikisha huyu ndugu yetu katika safari yake ya mwisho. Kwa hiyo ndo stori yetu ya leo. Kama una kama una lolote, shusha comment hapo, kama vipi. Um, sitabasamu sana leo kwa sababu hii ni historia vikifo. Kwa hiyo sio sio sio kitu ya ku, ya kuchekelea. Mambo Vipi out <tune>